DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa na siku nzuri msikilizaji, lakini pia unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii ikiwa tayari imetimia saa 12 kamili za jioni. karibu kwenye matangazo yeah, haya ya jioni kutoka hapa Bonn. naitwa Lilian Mtono. DW habari za Ulimwengu. Kwanza ni habari hizo kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Jacob Safari. Marekani na Japan zasaini mikataba ya madini muhimu. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Usula von der Leyen anaimani vita vya Ukraine vitafadhiliwa na mali za Urusi, na serikali ya Madagaskar yatangaza baraza la mawaziri. Habari kamili. Tokyo, Ikulu ya Marekani, Whitehouse, imesema Marekani na Japan leo zimesaini makubaliano ya madini muhimu katika ziara ya rais Donald Trump nchini Japan. Makubaliano hayo yanasainiwa wakati ambapo Marekani inajaribu kuongeza uwezo wake wa kupata madini muhimu, wakati ambapo China inabana njia za kuyapata madini hayo. Taarifa ya Whitehouse imesema nchi hizo mbili pia zimekubaliana kuongeza ushirikiano katika ujenzi wa meli miradi kadhaa ya uwekezaji ya Japan katika nishati akili mnemba na sekta nyingine. Haya yanafanyika wakati ambapo ya Rais Trump ana matumaini kwamba mkutano wake na Rais Xi Jinping wa China baada ya wiki hii utakuwa wenye tija I'll be Nitakutana na Rais Xi kesho kutwa, naelekea mahali pazuri na tutakuwa na mkutano mzuri sana. Tutakwenda Korea Kusini, kisha siku itakayofuata nitakutana na Rais Xi. Kama mlivyosikia, utakuwa mkutano mkubwa na ninafikiri mambo yatakwenda vizuri. Nafikiri utakuwa mzuri kwa kila mmoja. China ndiyo inayoongoza katika sekta ya utengenezaji wa meli duniani, sekta ambayo imekuwa ikiporomoka kwa, kwa kasi nchini Marekani, lakini Trump ameahidi kuifufua. Stockholm. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Usula von der Leyen na viongozi wa nchi za Nordic wamesema leo kuwa wanaimani kuwa ifikia hapo mwezi Disemba kutafikiwa makubaliano ya kuvifadhili vita vya Ukraine kwa kutumia mali za Urusi zilizofungiwa Akizungumza na waandishi wa habari von der Leyen, aliyehudhuria mkutano wa viongozi wa Nordic huko Stockholm nchini Sweden, amesema kisheria wazo hilo la kuzitumia mali hizo ni wazo zuri. Waziri Mkuu wa Denmark Mette Frederiksen amesema analiunga mkono kikamilifu wazo hilo. Mpango huo lakini umepingwa pakubwa na Ubelgiji, ambayo ndiyo inayoshikilia sehemu kubwa ya mali zenye thamani ya euro bilioni mia mbili za Urusi zilizofungiwa. Ubelgiji inahofia athari za kisheria zinazoweza kutokea kutokana na hatua hiyo na usaidizi itakaopata katika kuubeba mzigo. Pendekezo hilo litawasilishwa na kujadiliwa katika mkutano wa kilele wa umoja wa Ulaya mwezi Desemba. Unaendelea kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bon. Antananarivo serikali ya Madagaskar inayoongozwa na jeshi leo imetangaza baraza la mawaziri linalojumuisha idadi kubwa ya mawaziri wa kiraia. Baadhi ya mawaziri hao ni wakosoaji wakuu wa Rais aliyeondolewa madarakani Andry Rajoelina. Baraza hilo la mawaziri la waziri mkuu Herin Salama Rajaonarivelo, lililotangazwa kupitia televisheni ya taifa ya TVM, linalojumuisha raia 25 na wanajeshi wanne. Christine Razana Mahasoa aliyejiondoa aliyeondolewa kwenye wadhifa wa uspika wa bunge na chama cha Rajoelina na mwaka jana, sasa ameteuliwa kuwa waziri wa mambo ya kigeni. Mpinzani wa Rajoelina aliyekuwa anaishi uhamishoni, Fanirisoa Ernaivo, ametajwa kuwa wa waziri wa sheria. Uteuzi huo wa baraza la mawaziri ni hatua muhimu katika siasa za Madagaskar zilizokumbwa na msukosuko huku jeshi likishikilia madaraka na kujaribu kuimarisha uchumi na migawanyiko ya kisiasa. Nairobi. Watu kumi na mmoja wengi wao wakiwa watalii wamefariki dunia katika pwani ya Kenya mapema leo baada ya ndege waliokuwa wakisafiria kuanguka katika eneo la Kwale. Ripoti zinaarifu kuwa ndege hiyo ilikuwa njiani kuelekea katika mbuga ya kitaifa ya wanyama ya Masai Mara. Kulingana na taarifa ya shirika la ndege hiyo, Mombasa Air Safari, ndege hiyo ilikuwa imewabeba raia wawili wa Ujerumani wanane kutoka Hungary pamoja na rubani mmoja raia wa Kenya. Mamlaka zinasema ndege hiyo imeanguka katika eneo lenye milima na misitu lililoko karibu kilomita 40 kutoka uwanja mdogo wa ndege wa Diani. Mamlaka zinachunguza chanzo cha kuanguka kwa ndege hiyo ingawa inaripotiwa kuwa kulikuwa na mvua kubwa katika eneo la pwani ya Kenya wakati ndege hiyo ilipoanza safari yake. na hatimaye Kingston, Jamaica. Umoja wa Mataifa unasema Jamaika itapigwa na kimbunga Melissa, kimbunga kikali zaidi kuwahi kukipiga kisiwa hicho cha Caribbean katika karne hii. Afisa mmoja wa hali ya hewa wa Umoja wa Mataifa amesema kimbunga hicho kinatarajiwa kusababisha uharibifu mkubwa, mafuriko na maporomoko ya ardhi. Mamlaka ya nchini Jamaika zimetoa amri ya watu kuhama katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo, ukiwemo mji wa kihistoria wa Port Royal. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya Habari za Ulimwengu kutoka Bonn. DW dunia yetu leo jioni. jioni hii msikilizaji, tutakwenda hadi huko nchini Tanzania kubwa, tukiangazia dakika za lala salama za kampeni kuelekea uchaguzi mkuu kesho Jumatano, na nchini Kenya baada ya kifo cha aliyekuwa kiongozi wa chama cha ODM. Kuna mzoga mahali na ukunguru na tai wanaanza kuzunguka pale, mi naona ni kama hiyo ndio inafanyika kwa ODM. Utasikia mengi ambayo kuhusiana na ripoti hii na utayasikia hapo baadaye. Kaa nasi, mimi ni Lilian Mtono. Tunaanzia huko visiwani Zanzibar, wakati wa Tanzania wakijiandaa kupiga kura kesho Jumatano. Hii leo visiwani humo kulikuwa na kile, kile kinachoitwa upigaji kura wa mapema, siku moja kabla ya uchaguzi mkuu ambao tume ya uchaguzi imesema umekwenda vyema, lakini ukilalamikiwa na vyama vya upinzani kuwa ulizongwa na matukio ya ukiukaji sheria na kanuni za uchaguzi wenyewe. Mwandishi wetu kutoka Zanzibar, Salma Said, ametuandalia ripoti ifuatayo. Pamoja na mvua kubwa kunyesha katika maeneo mbalimbali, upigaji kura umemalizika kwa utulivu. Hakukuwa na taarifa za watu kupigwa wala kujeruhiwa kama ilivyokuwa kwenye uchaguzi kama huu mwaka 2020. Kisheria, kura hiyo ya mapema inahusisha makundi maalumu wakiwemo maafisa wa ulinzi na usalama na wafanyakazi wa tume ya uchaguzi Zanzibar ZEC ambao watakuwa kazini siku ya uchaguzi mkuu na hivyo kupewa fursa ya kupiga kura mapema ili kuhakikisha ushiriki wao unalindwa bila kuathiri majukumu yao ya kitaifa. Mwenyekiti wa ZEC Jaji George Joseph Kazi amewaambia waandishi wa habari kuwa zoezi la leo limefanyika kwa mafanikio makubwa. Amesema baada ya yeye na timu yake kutembelea vituo kadhaa vya kupigia kura, wameridhika kuwa shughuli ziliendelea vizuri bila changamoto kubwa tuo cha piga kura mapema Kijitopele, uh, maafisa waliokuwepo pale na mawakala walikuwa hawana daftari, na baada ya kufanya mawasiliano tuligundua ni kweli na tukasisitisha zoezi lile, ili kwenda kuangalia kuna tatizo gani. Na baada ya ika kweli madaftari ilikuwa alipo, lakini watendaji wetu nadhani walikuwa hawajacheki, hawaja ni kwenye maboxi vizuri. Na vituo vyote mawakala na watendaji wakapewa daftari lile na zoezi likaendelea. Dochi Vele imetembelea baadhi ya vituo na kukusanya maoni kutoka kwa wapiga kura na wasimamizi wa vituo kuhusu mwenendo wa zoezi hilo. Kwa jina naitwa Fatma Juma Makame, ni mfanyakazi wa ZEC. Tupo katika kituo chetu hapa cha Alisan kupiga kura ya mapema. Zoezi letu linaendelea vizuri mpaka sasa hivi, tunashukuru alhamdulillah, wala hakuna shida yoyote, hatuna wasiwasi. Kwa jina naitwa Khadija Hamisi Abdallah, ambaye nikuwa ni mgombea wa udiwani katika wadi ya Kilimahewa, wa chama cha ACT Wazalendo. Zoezi kusema kweli haliko ile mia filmia kwa sababu mara tu baada ya kuingia katika kituo cha upigaji kura tuliziona sitofahamu sitofahamu wenyewe ni kwamba zoezi lilianza kwanza saa moja na robo bila ya kuingia mawakala dochi vele imezungumza pia na mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa zanzibar shadida omar ambaye ametembelea vituo vya kupigia kura mapema leo kwa tathmini ya haraka haraka ya uchaguzi wa leo utaratibu umekwenda kama ulivyopangwa vituo vimefunguliwa lakini changamoto ambazo tulizoziona kwa upande wa kura ya mapema ni kufungwa kwa vituo mapema, lakini pia kuna baadhi ya maafisa wa tume kutokujua wajibu wao, lakini pia kutokujua utaratibu wa kuendesha hili zoezi. Wapiga kura watachagua rais wa muungano, rais wa Zanzibar, mbunge, mjumbe wa baraza la wakilishi na diwani. Salma Said, DW Zanzibar. Haya, tukiachana na hayo yaliyojitokeza huko Zanzibar, shirika la vijana Tanzania, Tanzania Youth Coalition, limesema vijana wengi nchini humo hawajui umuhimu wa kura yao. TYC ni miongoni mwa makundi ya uangalizi wa uchaguzi wa taifa hilo kwa mwaka huu wa 2025 na mwenzangu Sudi Mneti alipata fursa ya kuzungumza na Twaha Faljara. Eh, Farjala mmoja ya waratibu wa shughuli hiyo ambaye ameelezea hali ilivyo na changamoto zinazowakabili wao kama waangalizi wa uchaguzi. Hali sio mbaya sana, hali ni nzuri japokuwa changamoto baadhi baadhi huwa hazikosekani kwa sababu ni vitu ambavyo vinavyoandaliwa na binadamu na huwa kuna changamoto nyingi ambazo za kwanza za kibinadamu ama za kufumba lakini kwa nini tunafanya uangalizi? Tunafanya uangalizi ni kwa sababu ya kutaka kuangalia uchaguzi unakuwa ni wa huru, haki, wazi na wenye kufuata taratibu zile ambazo zilizowekwa kwenye kanuni ama sheria kwa mujibu wa katiba ya Tanzania. Umezungumzia changamoto, unaweza kutupa kwa dokezo tu zipi kwa, kwa sababu, wakati huu ambazo mmezishuhudia kabla tujakwenda kwenye. Kwa sababu wakati tunapoangalia tunakuwa tuna vitu vingi sana ambavyo tunapoangalia Uh, kwa sisi kama taasisi ambayo tuna uratibu maswala pia ya vijana, baadhi ya kitu ambacho tumeanza kukibaini, mojawapo ni kwamba kunakuwa kuna ushiriki sana wa vijana kwenye maswala ya kampeni, lakini changamoto kubwa unakuta tunapoenda kwenye kampeni mm -hmm. si kwa sababu ya kwenda kusikiliza sera za wa wagombea ili tuangalie ni nani ambaye anaweza akatufaa tuweze kumchagua, lakini tunaenda kwa sababu ya ushabiki maswala tu ya vyama, lakini lengo hasa ni kwamba tulipaswa twende, tukaangalie, tukasikilize tuone katika wagombea wale wanaogombea ni yupe ambaye tunaona kwamba ilani zake ambazo za chama chake ama namna gani naweza akazitekeleza na ni kwa wagombea wa vyama vipi? Yeah. Vyote venye vyama vyama wagombeanu sababu kutofahamu... sababu, uh, hmm. kuna kwa, kuna hmm. kwa sababu sababu mojawapo watu wengi tunakosa, hatuna ufahamu kuhusiana na maswala ya elimu ya uraia. hmm. Lakini kingine hatuna elimu sahihi ya kuhusiana na maswala ya elimu ya uchaguzi. hmm. Pia. Kwa hiyo ni sababu pia, na inaweza ikawa, inaweza ikaathiri uchaguzi huu, inaweza ikaathiri, kwa sababu katika uchaguzi ambao uliopita wa elfu mbili na ishirini ilionekana vijana wengi sana walijiandikisha kwenye kupiga kura lakini ilivyofikia wakati wa kupiga kura ni idadi ndogo ambayo ilijitokeza kwenda kupiga kura mm -hmm. Kwa hiyo yawezekana wakawa bado wana mtazamo wa kuona kwamba kujiandikisha kwenye kupiga kura ni kwa lengo kuu, ni kwa ajili ya kupata kitambulisho, lakini wanasahau kwamba tunajiandikisha tukapige kura, namna gani ya kwenda kumpata mtu sahihi ambaye anaweza akaenda kutusimamia na kwenda kuzungumzia mambo yetu kwa sababu si watu wote tunaweza tukawa tuna fursa ya kwenda kushiriki kwenye majukwaa yale ya utoaji maamuzi mm. Kwa tunaenda kumchagua mtu ambaye tunajua huyu ndio atakayeenda kutusemea mambo yetu. Kwa hiyo kama tutakichukua kitambulisho alafu tutashindwa kwenda kupiga kura kwa mtu ambaye tunamuona ni sahihi, manake atakayeenda pale kusimama ni mtu ambaye hakuwa ni chaguo letu, ila hakuwa ni chaguo letu kwa sababu ya sisi wenyewe hatukujitokeza kwenda kupiga kura kunakuwa kuna ufinyu kuna sana wa kuelewa kwamba kwa, kwa nini tunatakiwa tukachague, mm, tunatakiwa t tukachague kumpata mtu ambaye atakayeenda kutuwakilisha sisi katika kutusemea mambo yetu. Twaha, TYC, shirika hili linahusisha vijana Tanzania nzima. hicho unachokizungumza inamaanisha ndio kinaakisi hali ilivyo nchi nzima? Ni nchi nzima, mm, ya, hilo ni nchi nzima kwa sababu takwimu inaonyesha kwamba kama idadi kubwa walijiandikisha hmm. Lakini idadi ndogo ndo ilienda kupiga kura, ni kuonyesha ni takwimu ya nchi nzima. Ni Sudi Mnete huyo alipozungumza na Twaha Farjala, moja ya waratibu wa uangalizi wa uchaguzi nchini Tanzania. DW tunavuma kwa kishindo ni matangazo ya jioni kama ndio wajiunga nasi tuko kwenye uchambuzi. siku 61 za vyama vya siasa nchini Tanzania kufanya kampeni za uchaguzi mkuu zimehitimishwa leo, huku kila mgombea akihakikisha anakamilisha zoezi hilo kwa ahadi nzito. Kampeni hizo zinahitimishwa huku tume huru ya uchaguzi INEC ikitoa maelekezo kumi ya kuzingatiwa na wapiga kura hapo kesho. Florence Majani ametuandalia taarifa ifuatayo kutokea Dar es Salaam. Kila lenye mwanzo halikosi kuwa na mwisho, na mwanzo wa ngoma ni lele. Hivyo ndivyo wahenga wanavyosema, na hayo yanadhihirika leo katika taifa hili la Afrika ya Mashariki ambapo kampeni za uchaguzi zimehitimishwa kwa wagombea kupigilia msumari wa mwisho kama kete yao ya kushinda mtanange mkubwa wa uchaguzi mkuu hapo kesho. Mgombea uraisi kwa tiketi ya chama tawala cha CCM Samia Suluhu Hassan amehitimisha kampeni yake huko mkoani Mwanza akisisitiza kuwa shabaha ya chama chake ni kushinda uchaguzi wa kesho, na kisha akatoa angalizo. Nitumie fursa hii pia kuwakumbusha ndugu zangu wana CCM na wapenzi wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kwamba shabaha yetu ni kushinda uchaguzi huu, tena ushindi wa heshima. Hakuna upinzani dhaifu wala upinzani mwepesi. Tuendeni kwa nguvu zote. Tusiseme upinzani uliopo dhaifu au mwepesi. Hapana, tuendeni kwa nguvu zote. Wagombea wengine halikadhalika wamehitimisha kampeni zao hapo jana, ambapo mgombea urais uraisi cha wa chama cha ukombozi wa umma cha umma Salumu Mwalimu alihitimisha kampeni zake katika jimbo la Segerea jijini Dar es Salaam salam. Ama wakati wagombea hao wakihitimisha kampeni zao, tayari tume huru ya uchaguzi INEC imetoa maelekezo kumi yanayotoa mwongozo kwa wapiga kura na wadau wa uchaguzi wakati wa zoezi hilo hapo kesho. Mwenyekiti wa INEC Jaji Jacobs Mwambegele amesema kwa wapiga kura wasiokuwa na picha, ambao majina yao yapo kwenye daftari la kudumu lakini picha zao hazionekani, wataruhusiwa kupiga kura endapo taarifa nyingine kwenye kadi zitakuwa sahihi na kwa cha taifa au NIDA, leseni ya udereva au pasi ya kusafiria. Hairuhusiwi kuvaa sare za chama cha siasa kwenye vituo vya kupigia kura au kuendesha kampeni za uchaguzi ndani ya mita mia ya tatu kutoka eneo la kupigia kura siku ya uchaguzi. Hali kadhalika, jeshi la polisi nchini humo limesema hali ya usalama inaendelea kuwa shwari nchini kuelekea siku ya kupiga kura hapo kesho, huku likitoa tahadhari dhidi ya taarifa za uongo na uchochezi zinazosambazwa mitandaoni. Msemaji wa jeshi la polisi makao makuu David Misime amesema jeshi hilo limejipanga kuhakikisha wananchi wote wanapiga kura katika mazingira ya amani na utulivu. Jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia kuwa kuna usalama wa kutosha unapoelekea kesho tarehe 29 mwezi wa 10 25 siku ya kupiga kura kwani hakuna tishio lolote la kiusalama kama tulivyohakikishia Oktoba 26, 2025. Kesho Watanzania wanakwenda kupiga kura, ukiwa ni uchaguzi wa saba tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi Tanzania. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante, Flores. Na bado tunaendelea kuangazia masuala ya uchaguzi huko nchini Tanzania. Licha ya kufutwa kwa kata katika makazi ya wakimbizi wa Burundi na kuenguliwa kwa baadhi ya wagombea wa Tanzania, wenye asili ya Burundi wanaoishi katika makazi ya Katumba na Mishamo mkoani Katavi wamepewa fursa ya kupiga kura nje ya makazi yao. Mwe, mwandishi wetu Prosper Kuigize alizungumza na raia hao. Mapema jana mwenyekiti wa tume huru ya taifa ya uchaguzi nchini Tanzania INEC Jaji Jacobo Mambegere alivikagua vituo vipya vya kupiga kura vilivyoandaliwa kwa ajili ya kuwapa fursa raia hao kushiriki katika uchaguzi nje ya makazi yao. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia kufutwa kwa kata zilizoanzishwa na ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, katika makazi hayo baada ya waliokuwa wakimbizi wa burundi kupewa uraia wa tanzania kwa msaada wa umoja wa mataifa kama suluhisho la amani kwao baada ya kuishi ukimbizini kwa takribani miaka 40 wengi wao wakiwa wamezaliwa nchini tanzania baadhi ya raia hao wa kuandikishwa wamepongeza uamuzi huo licha ya kusalia na hali ya sintofahamu kuhusu uhalali wa makazi yao kwa mamlaka ya serikali za mitaa kama anavyoeleza leonidas ndirageza na Oresta ya male. Of course tumejiandaa kwenda kwa sababu hakuna anayepingana na serikali. Tumejiandaa kwenda kupiga kura kwenye vituo hivyo tulivyopangiwa, baada ya kata zetu hizi kufuta, lakini binafsi mimi nilijua kilichofutwa ni hizo kata na si, si watu kunyang'anywa uraia ni shida ni kwa diwani na mambo mengi sababu na mambo ngoja tusubirie. Changamoto yote ni tofauti na kule na nilii Tabora, uyakuru raia hao wamekuwa na maoni tofauti, wengi wao wakihofia umbali, licha ya wengine kuamini kuwa wameahidiwa usafiri. Hata hivyo, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Simbo Julius Moshi, akizungumza na DW kwa njia ya simu, amebainisha kuwa maelekezo kuhusu raia hao yalishatolewa na INEC na hawezi kueleza lolote kuhusu suala la usafiri kwa tuna hatari kesho eneeneheteneaaeejaraiii jumla ya kata kumi zilizokuwa kambi za wakimbizi za Mishamo, Katumba na Uliankuru zilifutwa na wagombea wa udiwani saba waliokuwa wameteuliwa walienguliwa sambamba na kufutwa kwa vituo vya kupigia kura vilivyokuwa ndani ya makazi hayo. Prosper Kuigize, DW Kigoma na tunamalizia uchambuzi na ripoti hii kutoka Kenya. Chama cha upinzani nchini humo cha Orange Democratic Movement, ODM, kimethibitisha kwamba kitaendelea kuwa sehemu ya serikali jumuishi inayoongozwa na Rais William Ruto hadi mwaka 2027 licha ya tetesi zinazodaiwa kuwepo kwa mgawanyiko ndani ya chama hicho kuhusu iwapo kiondoke serikalini ama la. Aidha, wanachama walimuidhinisha Oburu Odinga kuwa kaimu kiongozi wa chama hicho. Shisia Wasilwa ana mengi zaidi. Akizungumza baada ya kikao cha kamati kuu ya usimamizi kilichofanyika jijini Nairobi, Katibu Mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna alikanusha madai ya kutoelewana ndani ya chama na kusisitiza kwamba ODM itadumisha maoni ya hayati Raila Odinga ya taifa lenye umoja na amani. Hata hivyo umoja wa chama hicho unasalia wa kusuasua, kwani hata kabla ya kifo cha Raila kulikuwa na kambi mbili zilizokuwa zikitofautiana. Kambi moja ikiongozwa na Sifuna ilikuwa kinyume na chama hicho kushirikiana na serikali, huku kambi nyingine ikiongozwa na washirika watiifu wa Raila ikiunga e mkono ushirikiano wa chama hicho na serikali. Sifuna amesisitiza kuwa ushiriki wa ODM serikalini si ishara ya kujisalimisha kisiasa, bali ni mwendelezo wa uongozi wa kitaifa aliojenga Raila na hamu yake ya kuona Kenya ikiendelea mbele kwa umoja. Aidha, alisisitiza kuwa chama cha ODM bado ni imara na kitaendelea kuzingatia jukumu lake kuu la kutetea maslahi ya wananchi. Lakini wachambuzi wa siasa wanasemaje kuhusu uimara wa chama chenyewe baada ya kuzikwa kwa mwasisi wake Raila Odinga? Make Chakara ni mtaalamu wa masuala ya uongozi kuna. Mzoga mahali na ukunguru na tai wanaanza kuzunguka pale, mi naona ni kama hiyo ndio inafanyika kwa ODM. Kuna wale ambao kidogo vijana ambao ni wakakamavu katika chama na wanaona kwamba ni nafasi, kuna uwezekano nafasi imepatikana sasa ya wao kuchukua uongozi wa chama kutoka kwa wazee. Kwa sababu ya hiyo naona ni kama chama ya ODM kidogo huenda sio kidogo, kutakuwa na mgawanyiko. Kamati kuu ya chama hicho imeidhinisha kaka ya marehemu Raila Oburu Odinga kuwa kaimu kiongozi wa chama. Oburu alisisitiza umuhimu wa umoja chamani na kuzingatia falsafa za hayati Raila Odinga. E, Chakara anasema kuwa kuna mtu mwingine aliyestahili kutoa nafasi hiyo nje ya familia ya Odinga. Wanafunzi wa siasa ama wanafunzi wa siasa wa Raila wanajua kwamba huko ndio mkono wa mzee ulikuwepo, kwa sababu hii chama ilikuwa haina identity outside the Odinga family. Kwa hivyo walikuwa wanaona mtu ambaye ako na uh, uwezo kwa sasa kuchukua wadhifa huo wa uongozi ilikuwa tu ni mzee Oburu, kwa sababu Ukitazama ODM bila Odinga, bila Raila hakuna, hakuna ODM. Ndio sababu sisi wote sasa, watu wengi wana wanajiuliza maswali ikiwa kweli ODM itasimama. Kwa sababu gani? Kwa sababu Raila ilikuwa ni ODM, ODM ilikuwa ni Raila. Iwapo chama hicho kitakuwa imara baada ya kuondokewa na muasisi wake ni swala la muda, lakini kwa sasa ni kutafakari alama ya siasa aliyoacha hayati Raila Odinga. Shisia Wasilwa, DW Nairobi. Tunaiangazia sasa mitandao ya kijamii na Angela Mdungu, tayari ameshafika hapa. Tuambie Angela, joni hii kunani Lilian. E, tunaanzia e, tulikoishia unakumbuka. Tuligusia kidogo kuhusu habari ya waziri wa kwanza kabisa wa Albania aliyetengenezwa mm -hmm. kwa teknolojia ya akili mnemba, sema tu muda ulikuwa hautoshi, mm -hmm. Kwa hiyo wacha tuangalie sasa, mm -hmm. Sasa huyu waziri um, aliyetengenezwa kwa akili mnemba anatarajiwa kujifungua watoto themanini na watatu <laughs>

<laughs> usichanganyikiwe sana kwa lugha nyingine tu ni kwamba e, watatengenezwa wasaidizi wengine themanini na watatu wa kidijitali ah, <laughs> lugha ya picha tu mm -hmm. Hiyo sasa hawa wasaidizi wengine au watoto watakuwa na majukumu mbalimbali, akiwemo kumsaidia kila mbunge tawala, e, chama wa chama tawala chama kinaitwa na, kwa maana hiyo watoto hawa watashiriki kwenye shughuli za bunge, watasaidia kutunza kumbukumbu kumbu bungeni, kuandaa muktasari wa mijadala na mzuri watakachokifanya ni kama mbunge akitoka labda kwenda kupata chochote chai chakula wakati wa mjadala wa eh, wakati bunge likiendelea basi, akirudi tu mbunge atakuta huyu mtoto wa kidijitali eh, ana, anamfahamisha kwamba ni yapi aliyosemwa na ni nani anapaswa kumjibu hilo. <laughs> eh, <laughs> bunge karibia linachukuliwa na yeye. <laughs> <laughs> na nah, kama utakumbuka huyu waziri <laughs> Diela alitambulishwa mm, hivi karibuni. Hii alitengenezwa kusaidia serikali kukabiliana na rushwa. Sasa mm -hmm. tuangalie maoni Mm. Bemzi Kid anasema hatimaye kuna waziri ambaye hatakuwa na hadi hewa. Hofu yangu ni kuwa watoto wake wanaweza kuipindua serikali kidijitali. mm -hmm. lakini yeah. Oh, vodka anasema nadhani hatua nzuri, lakini nafikiri kwa maendeleo haya ya teknolojia hivi karibuni kutakuwa na kizazi cha maroboti. nilichokuwa nasema hicho <laughs> Lakini kuna mwingine huyu anaitwa Dr. Tomy anauliza, baba watoto wa Diela ni mm -hmm. nani? Ukatutafutia Angela ayana. <laughs> <laughs> mm. Kenya habari kubwa mojawapo ni kuhusu ajali ya ndege mm -hmm. hii iliyosababisha vifo vya watu sasa ni kumi na wawili, wakiwemo raia wa kigeni wa Ujerumani na Hungary tumesikia kwenye taarifa ya habari, na labda tusalu Mnyoha anasema pole kwa ndugu jamaa eh, walio mm -hmm. na waliofiwa na wapendwa wao. Ni kweli kabisa, ni taarifa ambayo imechukua sehemu kubwa ya mitandao ya kijamii pia mchana huu. Basi Angela nashukuru sana. Basi tuangalie na sisi huku kwenye chaneli yetu ya YouTube tumeandikiwa nini? <tutu> E, Nehemia nzoe saba nasema asante sana DW kwa matangazo mazuri, nimewategea sikio nikiwa Bujumbura, asante sana kutoka Bujumbura, Burundi. Hamisi Juma wa Babati, Manyara, Tanzania nasema nawatakia Watanzania upigaji kura mwema wenye utulivu. Wilfred Kalinjuma wa Muleba Tanzania, anasema hivi vyama vingine vya siasa, kuna baadhi ya mikoa hatuna hata habari navyo, iwaje kesho tuvipigie kura? Isaya Sambo ameandika poleni sana wote waliowapoteza wapendwa wao katika ajali ya ndege huko Kenya kwenye ukurasa wetu wa Instagram. Dida Sasenga wa Arusha, Tanzania anasema poleni sana jirani zetu wa Kenya kwa ajali hiyo ya ndege iliyokuwa imewabeba watalii. Ashley Jamali anauliza hayo mapigano yanaisha lini? Israel na kundi la Hamas, fanyeni mazungumzo ya kumaliza vita hivi. Na baba Charity, mkulima halisi huyu, kutokea Morogoro, Tanzania anasema kila la heri kuelekea uchaguzi hapo kesho. Manita wale, Beatrice Lucas anasema binafsi naona kwa kinachoendelea hakuna demokrasia ya Tanzania. Omo Kama Kaitaba anasema kusitishwa kwa huduma za usafiri katika siku ya uchaguzi, je, huu sio ukiukwaji wa haki za binadamu? mazungumzo ndiyo suluhisho la mzozo wa Ukraine na Urusi, anasema Adadi Mzamir Swed wa Bukoba, Tanzania. Goligota Magabe nawatakia Zanzibar kila la heri katika zoezi la upigaji kura. Paul Peter Tendo wa Tabora ameandika: uh, zoezi la kampeni Tanzania linakamilika kwa amani pamoja na changamoto zilizopo. mm -hmm, na ninaangalia sasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, namwona James Babas anasema kutokana na yanayoendelea mtaani mtani, naona uchaguzi huu sio huru wala, uh, wala Ki. Elias Lemunga akiwa Uganda yeye anawatakia Watanzania wenzake uchaguzi mwema. Kabanzi jana wametuandikia kutokea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema anawatakia uchaguzi mwema raia wa Tanzania, kweni makini na uchaguzi, tambueni kuna maisha baada ya uchaguzi. Mbaraka Moshi ameandika, tunaomba amani itawale katika kipindi hiki cha uchaguzi Tanzania. Asante Angela, asante sana pia mtazamaji, na wewe uliotufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii lakini pia kwenye redio wa shirika. Nashukuru sana kwa kuungana nasi, naitwa Lilian Mtono, ninakutakia usiku mwema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle